Kulikuwa na bibi mmoja ambaye tajiri alijifanya kuwa maskini, ili aweze kumtafutia mke bora mtoto wake wa kipekee wa kiume, ili kusudi mtoto wake asije kuharibika baada ya kuingia kwenye ndoa, lakini mali zisipotee kutokana na ushauri mbaya na mwenendo mbaya wa mkwe wake ambao anaofia atakuja kuufanya kutokana na wasiwasi wasi wote ambao walikuwa nao bibi huyo, ndio akaamua yote haya ambayo yatakujia kupitia kisa hiki kifupi. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia kuleta istighfar, pia ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Bibi huyu ambaye tajiri alianza safari zake za kumtafutia mtoto wake mke mwema. Bibi huyu alisafiri mpaka katika kijiji fulani. Alipofika katika kijiji hicho, alianza challenge zake, kuwajaribu watu ikiwa kama wataweza kuvumilia na wataweza kumsaidia katika yale ambayo atawaambia. Lakini kwa huzuni kubwa, bibi huyu alikuta asilimia kubwa ya watu ni watu wenye roho nzito, kwa yale ambayo akijaribu kuambia lakini bibi hakuchoka, aliendelea kuwachalenji watu mpaka akafika nyumba ya mama mmoja ambaye anaitwa Bi Fatima. Mama huyu mjane, ambaye alikuwa na watoto watatu, mmoja mkubwa na wa kati na mdogo, ambao watoto hao wote ni wa kike na mkubwa wao alikuwa anaitwa Laila. Hakika bibi huyu mjane, Bibi Fatima alikuwa ni muuza mikate tu pale kijijini, anashirikiana na watoto wake kuandaa mikate na kwa ajili ya kuiuza kwa wapita njia mbele ya baraza yake ya nyumba yake. Huyu bibi tajiri alivyofika pale akaendeleza challenge zake za kwa challenge, akapiga hodi, akatokea Bi Fatima ambaye ndiyo mama mwenye watoto watatu akiwemo Laila ambaye ni mkubwa. Bi Fatima akasalimiana na huyu bibi ambaye anaonekana katika mavazi ya kuchakaa, mavazi yaliyochanika, mavazi ya zamani. Uso wake unaonyesha kwamba ni masikini zaidi kuliko yeye, muuza mikate, na kwa hakika si hivyo kama anavyodhania Bi Fatima. Kumbe aliyekuwa anazungumza naye ni bibi tajiri ambaye anajiweza lakini amesimama pale kwa ajili ya kumchallenji huyu pamoja na familia yake, ili kujua kama kuna uwezekano wa yeye kupata mke mwema kwa ajili ya mtoto wake, yaani kijana wake wa kiume Karimu. Bibi huyu alianza chalenji zake kama ilivyo alianza kuomba na kusema, naombeni munisaidie chakula, sijala leo. Siku ya pili, naomba munisaidie. Yule bi Fatima bila hiana akatoa vipande vya mkate na kumpa huyu bibi ambaye anaonekana ni maskini sana wa kutupwa. Bibi akakaa chini na kuanza kula vile vipande vya mkate malaghafra. Akatokea mtoto mkubwa wa Bibi Fatima kuja kwa huyu bibi ambaye anaonekana ni maskini wa kutupwa, akamletea vipande vya tende. Akaja mdogo wake wa pili, mdogo wake Laila, kutoka kwa huyu Bibi Fatima, akamletea maziwa na mwingine akamletea maji ya kunywa, akimaliza anywe yule bibi akaona, haya ndo kwanza nayapata, yaani tangu nifike hapa kijijini, haya ndo kwanza nayapata, lakini bado katika mitego yangu ambayo itanifanya nithibitishe kwamba hapa nitampata mwanamke bora kabisa wa kijana wangu bado anaisemea nafsi yake bibi huyu ambaye anaonekana ni maskini. Bibi akaendelea kula, alipomaliza akashukuru akaondoka. Siku ya pili akaja tena, alivyokuja akaomba apewe maji, akaletewa kwenye glasi, akasema ehe kwa moyo wake alikuwa anazungumza, ehe, ni sawa sasa. Hii grasi itanitoka kwa makusudi, kwa sababu ni ya vigae. Ikamtoka kwa makusudi na maji yake yakamwagika, akawa anaonekana anakusanya vile vipande vya vigae vya grasi, lakini pia anaomba radhi, malaghafra wale watoto wakaja kukusanya vile vipande huku wakiwa wanatabasamu, wakiongozwa na Laila, huku wakimwambia pole bibi, haujaumia sehemu yoyote? Walikuwa wanamuuliza hivi. Lakini bibi yule alishindwa kushangaa, mimi ndio nimefanya haya, nitaenda kwa makusudi kutoka katika moyo wangu, lakini hawajui tu, lakini bado wananipa pole na wanafurahi Hakika hapa yule bibi alishindwa kuvumilia, akawaulize, kwa nini mimi ndo nimeleta maafa jua grasi yenu, lakini munanipa pole mimi na munaonyesha kwamba hamuna hata chembe ya kinyongo? Kwa wale watoto wakajibu kwamba mama hivi ndiyo ametufundisha, hivi vyote ambavyo tunamiliki ni vya kupita tu vya kudumu vipo akhira. Bibi huyu alijibiwa hivyo, alishindwa kushangaa. Bibi akaletewa maji mengine akanywa, na akaomba ruhusa ya kuondoka. Hii ni siku ya pili, hii nyumba inashinda mitego ya huyu bibi tajiri, ambaye anaonekana kama maskini. Bibi huyu akaondoka, siku ya tatu akaja tena akamuomba Bi Fatima ambaye mama wa watoto hawa watatu, aende naye Laila porini akamsaidie kubeba kuni, kwani yeye hawezi. Bi Fatima bila kinyongo akamruhusu Laila akabebe kuni, huku ndugu zake wakibaki nyumbani kuendeleza shughuli mbalimbali mbali za nyumbani na za biashara kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Hakika Laila alifika porini na akabeba kuni na kuanza kurudi nazo kule ambako bibi alimwelekeza. Ilipofika sehemu fulani, bibi yule akamwambia, hapa inatosha, naomba tu uende nyumbani na kushukuru sana lakini akamuuliza yule bibi, yani yule bibi akamuuliza yule Laila, hivi hauoni tabu yoyote? Laila akajibu, Mama ametufundisha kwamba kila jema ni sadaka, kutoka katika kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunafanya hivi, hatuna uwezo wa kutoa sadaka za mamilioni, lakini tunatumia kile ambacho Mungu ameturuzuku, nazo ni nguvu kuwasaidia wengine wasiokuwa na uwezo hivi ndio alivyojibiwa bibi bibi mtihani wake watatu ambao alijaribu nyumba ile yani aliwajaribu Bi Fatima na watoto wake umefeli na Bi Fatima na watoto wake walifaulu mtihani huu mtihani watatu kaomba yule bibi akae pale kama siku mbili, kwa sababu nyumba yake imenyeshewa na mvua na hana uwezo wa kukusanya nyasi sasa hivi na kujenga paa liwe salama. Na kweli wakamkaribisha, alivyokaribishwa katika nyumba ambayo ya nyasi, lakini kwa ndani haivuji alipewa shuka shuka ambalo wao ndo lilikuwa lao tu, ni moja, wakijifunika familia yote, kwa sababu walikuwa wakilala katika kitanda kimoja. Ikiwa atakuja mgeni kama hivi au ikiwa msimu wa baridi na shuka hamna, ni ile ile moja, lakini waliamua kwamba wampe mgeni ambaye ni kizee anaona baridi alale na shuka ile. Wao kwa sababu wana afya njema kidogo, wataendelea kuvumilia mpaka pale siku ambazo yeye mgeni ambaye anaonekana maskini na hajiwezi vizuri atakapoamua kuondoka. Hakika hawakumuuliza ata atakaa siku ngapi au anategemea kuondoka lini bibi huyu. Jambo hili lili- lilimfanya azidi kushangaa, ina maana hawa watu hawajali kabisa na wananiamini mimi, mgeni ambaye hawanijui mwanzo mwisho. Hakika hii familia ndiyo familia sahihi kabisa ya kuongeza katika familia yetu, na hapa atatoka mke mwema wa mtoto wangu Karimu. Bibi alikuwa anawaza hivyo usiku, na mara zote hizi ambazo bibi anawafanyia challenge kwa jaribu mitihani familia hii, na walikuwa wanafaulu, anaenda kumweleza kijana wake Karimu. Lakini bibi huyu siku ambayo anajiandaa kuondoka baada ya kuishi nao, baada ya kuomba hifadhi ambayo ilikuwa haijulikani lini itaisha hifadhi hii, bibi yule alijifanya kama amekojoa kitandani, yani alichota maji akamwagia kwenye kitanda, asubuhi ikaonekana kama amekojoa kitandani. Hakika mtihani huu ndio ulifeli haraka zaidi kwani watoto hawa walivyohisi bibi amekojoa kitandani, kwani kila asubuhi walikuwa wanaenda kutandika kitanda. Walivyoona vile hawa mabinti, hakika walikuwa wanagombania zile shuka, kila mtu aende akafue yeye, yani kuonyesha kwamba hawajaguswa na chochote ikiwemo Laila, ndio kiongozi wa kugombania zile shuka na ndugu zake wawili. Hakika bibi pale alizidi kuchanganyikiwa, aliaga, akawashukuru na akaondoka, akarudi kwa mtoto wake Karimu. Alivyofika akamwelezea, akamwambia nenda na wewe kawa challenge Karimu akatafuta nguo zake za zamani zilizochanika na zilizochokachoka akaanza safari mpaka kufika kule, na akajifanya kama mtu ambaye amepotea na mgeni maeneo yale na hajala siku mbili kama alivyosema mama yake mwanzoni, na akaomba apewe hifadhi pale kugombania zile shuka na ndugu zake wawili Hakika bibi pale alizidi kuchanganyikiwa, aliaga, akawashukuru na akaondoka, akarudi kwa mtoto wake Karimu. Alivyofika akamwelezea, akamwambia nenda na wewe kawa challenge. Karimu akatafuta nguo zake za zamani zilizochanika na zilizochokachoka akaanza safari mpaka kufika kule na akajifanya kama mtu ambaye amepotea na mgeni maeneo yale na hajala siku mbili kama alivyosema mama yake mwanzoni, na akaomba apewe hifadhi pale. Hakika walimpokea wakampa chakula, na akaendeleza challenge kama alizozifanya mama yake. Mitihani mbalimbali aliifanya, lakini Karimu alikuta wale wasichana wakiongoza na nabifadi mamama yao wakiwa wapore kabisa na baridi kabisa, hawahisi chochote. Karimu alikaa pale pia, hakusema siku ngapi atakaa na kwa muda gani. Hakika alimkuta Laila anapenda kushona na akamkuta mdogo wake wa kwanza Laila anapenda kufundisha, yani kuwafundisha watoto, na mdogo wake wa mwisho alikuwa anapenda kufanya uchoraji, kuchola chola piko na mambo mengine. Karimu akajiridhisha na zile tabia na kama alivyosimuliwa na mama yake Hakika Karimu alizikuta zile tabia na mengine zaidi ambayo hajapata kusimuliwa na mama yake. Yaani, unaambiwa ingia mwenyewe uone, ndicho alichokiona Karimu. Karimu akaondoka akarejesha majibu kwa mama yake, mama yake akasema si nilikwambia? Wakapanga siku bila kuchelewa, hata wiki haikupita wakaja, walivaa nguo zao za thamani, wakaja hadi katika kijiji kile, katika nyumba ile. Walikuja na gari lao la thamani jeusi, karimu amevaa vizuri, mama yake amevaa vizuri, wakafika katika nyumba ile na kugonga mlango. Hakika wa kwanza aliyefungua ni binti Laila. Laila amefungua hali ya kuwa na bashasha, lakini uso wake mara moja ukapata mshangao na huzuni, na kujiuliza maswali ambayo hayana majibu ndani ya sekunde kadhaa, lakini neno aliongea, Laila akauliza, akamuuliza yule kikongo, hivi ni wewe ambaye tulikuwa tunaishi na wewe hapa na ulikuwa unakunywa unakula tunachokula na tunachokunywa sisi? Yaani wewe si ni bibi yangu bibi fulani? Alisema hivyo. Yule bibi alicheka na kumwambia, ndio mimi Wakati mazungumzo yale yanaendelea mlangoni, mama yake na Laila bi Fatima, pamoja na ndugu zake, walisogelea pale mlangoni, na wao ukawapata mshangao mkubwa ambao ulimpata Laila. Wamemwona Karimu amependeza, amevaa vizuri, yule ambaye aliigiza kwamba ana njaa ya siku mbili, pamoja bibi naye amependeza, ambaye aliigiza hawezi kukata hata kuni. Aise, walishangaa sana. Bibi akaamua waambie ukweli, hakika kijiji hiki nilitembea sehemu kubwa sana, lakini mitihani yangu sehemu kubwa walishindwa. Lakini mitihani yangu ambayo niliileta kwenu hakuna mmoja ambao uliwashinda ilifikia hatua mimi nakosa ni mitihani gani ni wape ambayo inaweza kuwa migumu kwenu na kushindwa lakini kila ambayo nimejaribu mulifaulu mumenikirimu mumenilisha mumeninywesha mumenisaidia na hamkudai hata pesa Bi Fatima akasema usijari sisi ni kawaida, na Uislamu unatuhimiza kusaidiana, na sisi tunataraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna zaidi. Bi Fatima baada ya kusema haya, ambaye ni mama wa watoto hawa watatu wakiongozwa na mkubwa wao Laila, yule bibi akasema, hakika hii mitiani yote ambayo niliwa chalenji na kuwafanyia majaribu hakika mmefaulu, kwani hii mitiani ambayo niliwafanyia na mwanangu aliwafanyia huyo ambaye mnamuona karimu, ilikuwa lengo kutafuta mke mwema na familia ambayo anatoka huyo mke mwema, iwe njema pia, na hakika nyinyi ndio chaguo letu juu ya hili Bi. Fatima akasema hapana, sisi hatuwezi kuwa chaguo lenu kwa sababu hatuendani na nyinyi, hatuna alama yoyote ambayo inaweza kuwa tunaendana na nyinyi, pia sisi hatuna kitu. Yule bibi tajiri ambaye alikuwa anajifanya maskini akasema, kitu ambacho nyinyi munamiliki kina thamani zaidi hapa duniani kuliko mali kuliko kitu chochote. Tabia zenu, hulka na mienendo yenu ni kitu cha thamani zaidi ambacho tumekitafuta sisi kwa miezi kadhaa na tumekikuta kwenu. Hakika hapa ndiyo sehemu sahihi. Baada ya kuongea vile tu, huyu bibi tajiri karimu akasema na, sasa natamka kwamba bilaila nimevutiwa awe mke wangu. Hakika ilikuwa kama wamemwagiwa maji pale ndani, kila mtu anafarifari, anatafakari. Laila akainamisha uso wake chini bila kujibu chochote huku akiwa na huzuni na kutabasamu fulani kwa lile jambo ambalo ametamkiwa. Na wadogo zake Laila walikuwa wakionekana kwamba wanafurahia lile tamko ambalo limetoka kutoka kwa Karimu. Mama mtu aliendelea kupinga, lakini baadaye alikubali na mipango ya ndoa ikaanzwa kutekelezwa mdogo mdogo kwa kufuata zile process za kisheria ya dini ya Uislamu. Hakika jambo la ndoa lilisimama vizuri na sherehe ikafanyika pale kijijini, sherehe kubwa. Wanakijiji walikuja kusherehekea na kutoa zawadi mbalimbali mbali. Lakini Mwishowe wa ndoa, yule bibi tajiri akapewa usia na mama yake Laila, akasema na kukabidhi, mtoto wangu, hakikisheni Laila habadiriki tabia zake kama alivyotoka nyumbani kwangu. Yule bibi tajiri akasema na kuahidi, Laila hatobadilika tabia zake, lakini wewe hautakuwa mbali na Laila. Akasema unamaanisha nini? akasema kwamba kuanzia leo nyumba yako tunaifunga, wewe na watoto wako wawili hawa waliobakia, tunaenda kuishi nyumbani kwangu, kwani nyumba yangu ni kubwa na ina eneo la kuishi watu wote nyinyi, na sehemu nyingine ikabaki pia. Bi Fatma alipinga sana swala hili, akasema haiwezekani, huko ni nyumbani kwa Laila na mume wake na mke wake na jamaa wa mume wake, sio mimi na familia yangu kwenda kutia wingi katika majumba ya watu. Yule bibi tajiri alisema, haiwezekani, haiwezekani nyinyi, sasa hivi tumeshakuwa ndugu, tumeshakuwa jamaa, haiwezekani tuwaache hapa na maisha haya ya duni. Mpaka lini? Nyumba hii tutaifunga na tutaifanyia ukarabati, kutengeza mzuri na ya kisasa zaidi, na wewe na familia yako yote hii tutaondoka, huwezi kukaa hapa peke yako. Yule Bi Fatuma alikubali, lakini akamwomba huyu bibi tajiri, ambaye mkwe wa Laila, kwamba hakika nipe muda niwaake majirani zangu niweke kila kitu changu kama nina deni na nini, niweke kila kitu vizuri alafu nitakwambia siku yangu ya kuanza safari ya kuja huko. Yule bibi tajiri akasema itabidi uniambie kabla ya kuanza safari yako, ili niweze kukufuata na gari yangu au nitamtuma dereva wangu ambaye ninamtumia atakuja kukufata, nitamwelekeza au tutakuja wote kwa pamoja. Hakika Laila aliondoka na familia yake ya ukweni, na huku mama yake Bifatima na ndugu zake wawili walibaki wakijiandaa kwenda kuishi maisha mapya, maisha mapya ambayo yametokana na tabia zao nzuri njema zenye kuvutia katika jamii inayowazunguka na jamii ya Uislamu kwa ujumla. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa kisa hiki kifupi cha bibi tajiri ambaye alipoteza muda wake kumtafutia mtoto wake Mke mwema na familia ambayo njema ambayo itaungana na familia yake ya kitajiri bila kuathiri maisha yao ya kitajiri. Hakika hapa kuna funzo juu ya malezi ya watoto wetu. Kwani mtoto mwema ni fahari kwa wazazi, pia huleta natija mbele ya jamii. Mpenzi mtazamaji, ikiwa umepata faida yoyote kupitia kisa hiki kifupi, ni kuombe usisahau kusubscribe kama ikiwa bado haujasubscribe, na ikiwa umesha subscribe usisahau kumswalia Mtume Muhammad hapo kwenye comment na kuleta istighfari. Allah subhanahu wataala atusamee mimi na wewe na wazazi wetu. Mpenzi mtazamaji, usisahau kushea linki hii kwa watu wengine wapate faida zaidi kutoka katika kisa hiki kifupi. Kufikia hapa niseme wa billahi tawfiq wa aqul lakum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud.